hospitali lakini pia na wanamirenbe wote. Lakini nakumbuka katika uwasilishaji hapa, kuna mmoja wenu pia alipongeza kwa juhudi ambazo zimefanyika. Nashukuru pia kwamba pamoja na makumbuko yaliyoonekana, lakini imeonyesha kwamba kazi kubwa i